Utofauti mkubwa sana kati ya hatifungani ama bonds na uwekezaji kama vipande ni kwa sababu bonds haununui tu kila pale unapotaka kununua especially kwa hizi tunasema government bonds ama bonds za BOT, zinakuwa zinauzwa na BOT. Haununui tu kama unavyonunua vipande, kwa sababu vipande unaweza ukanunua muda wowote unaotaka wewe, lakini bonds zinaongozwa na utaratibu wa manunuzi ambao huwa yanafanyika kupitia minada. Hasa wengi wao wananifuata, Mrs Finance, nataka kununua bonds leo unaambia sasa, leo mbona hazipo za BOT? Na hata private pia mbona hakuna insurance Utanunuaje leo? Kwa hiyo unaanza kuwaelimisha kwamba no, no, no, inabidi tujipange tuweze kualign na zile tarehe za minada, na hata kama una hela yako, make sure inakuwa tayari tayari. Unataka kuwekeza bond kwa milioni tano, milioni mia, milioni kumi, iwe tayari una hela mkononi ready kwa ajili ya zile tarehe ambazo mnada utafanyika. Sasa hapa nina kalenda ya, ya minada ya ununuzi wa bond za serikali na ni revised kama ilivyoandikwa hapa na ni ya mwaka 2025 2026, na kwa sababu tayari mwaka huu wa 2025 mwezi wa Oktoba tumemalizana nao na, 25, aa, Oktober, now, na currently tuko Novemba, lakini siku kibao zimeshapita katika mwezi wa Novemba. Kwa hiyo kwa wale ambao wangependa kumiliki bonds katika mwaka huu, yani kabla 2025 haijaisha, naomba uangalie hizo tarehe na, na unisikize kwa makini ili uweze kujua lini ela zako ziwe kibindoni ili uweze kushiriki mnada na kuweza kununua hizi bonds tarehe 1 Oktoba ilishapita, kama nilivyosema, tarehe 8 ilishapita, Oktoba 15 Oktoba ilishapita, unaona eh, na 22 Oktoba ilishapita, tarehe tano Novemba imeshapita, tarehe 12 Novemba imeshapita, tarehe 19 Novemba imeshapita 2025. Tumebakiwa kuanzia tarehe 26. Kwa hiyo kama unataka kuwekeza kwenye bonds, Hizi ndo tarehe zako: tarehe 26 Novemba 2025, tarehe tatu Disemba 2025 na tarehe 17 Disemba 2025. Kwa hiyo tarehe ambazo zinakuhusu ndizo hizo hapo, lakini swali ni unavyokwenda kuwekeza kwenye hizi bonds. Unazijua? unaelewa kwamba huu ni uwekezaji wa aina gani na wewe utapata vipi faida? Je, kodi imekaaje na kadhalika. Naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha kwenye mafunzo yetu ya bonds ambayo tumeandaa baada ya watu wengi sana kutuuliza kuhusu bonds: madam, nataka kuwekeza kwenye bonds madam, hebu niambie kuhusu bonds madam, na kadhalika. Basi kuna darasa linakuja zuri sana la bonds ambalo litakuelezea kila kitu kuhusu aina zote za bonds kuanzia hizi hapa ambazo ni za serikali zinazouzwa na BOT kupitia minada na zingine pia za private sector na za municipal council. Kwa cha msingi, nitumie ujumbe WhatsApp, andika tu bonds Alafu me nitajua kwamba unahitaji maelezo kuhusu mafunzo yetu ya bonds ambayo yanakuja. Alafu tutakujibu, tutakupa utaratibu wa namna ambavyo unaweza ukashiriki mafunzo yetu. Naomba nikukaribishe sana kwenye darasa hili, nisikupite, ili mwaka 2025 ufunge na wewe ukiwa ni mmiliki wa hati fungani za serikali. Karibu sana na asante sana.